Na kutokana na, na kupanda kwa visa vya watu waliouawa kuokotwa wakiwa wametupwa kwa mitaro katika barabara kuu ya kutoka Kisumu kuelekea Webuye mjini Kakamega, wakazi wanamtaka Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen kufanyia vikosi vya maafisa wa polisi mjini Kakamega mabadiliko ya haraka wakidai wamelala kazini. Tumpate mwanahabari wetu William Akos na mengi a vya mauaji vinavyoendelea kutokea katika barabara kuu ya kutoka Kisumu kuelekea Webuye vinaendelea kuwashtua wakazi wanaoishi maeneo hayo. Huyu kijana tumekuwa na yeye, hata mimi amekula chips kwangu, amekula kwa hoteli ng'ambo, amekunywa pombe kwa ba batisa, kuamka asubuhi ndio yeye amekufa. Mambo yenye imefanyika hapa ya mtu kuchinjwa ni mambo yenye imetukera sana kwa sababu hatuwezi kutarajia vitu kama hii kufanyika sehemu zetu, na tuko na serikali. Watu wengi wanapigwa wanakatwa wanauawa kwa hii njia kutoka St. Anne kufika hapa mbele, matendo ya mauaji na ukawizi imekuwa mingi sana, so serikali mtusaidie hata a askari wenye wako hapa Lubao wasikae muda mrefu, wako wanabadilishwa badilishwa. Ninaweza pata mteja, nipigie simu nije hapa naokopa, sababu ninahofia usalama huko hapa wa kutosha. Wakazi sasa wanataka Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen kuagiza maafisa wake kuhakikisha kuwa wakazi hao wanapata usalama, wakati mvua inapoendelea kunyesha usiku wa manane. Serikali yetu tukufu ya Kenya na waziri wa usalama unatutanganya wewe na baada mshara, lakini usalama sisi kama raia hatuna hata kidogo. Mungu ndio anatulinda tu. Ningeomba serikali yetu mtuangalie wanga, sisi wananchi sisi ni wanaume, tunatafutia familia, hatuna ubaya na mtu. Mikora wamekuwa wengi, tuta, tutakosa kutafuta juu tutauawa. Mwanaume utaingia kwa nyumba saa kumi na moja Mama ndio tunapeleka mama zetu saa kumi na moja kwa nyumba, ndio tuende tutawatafutia. Tuta, tuta, kila ningesihi tu serikali hapa kwetu. Uh, security imekuwa mbaya. Wila Makos, NTV Mashinani, nikiwa eneo bunge la Lurambi, county ya Kakamega.